Ni siku ya hitimisho za kampeni Uzaengu, za chama cha ukombozi wa umma cha umma katika jiji la Dar es Salaam. Mgombea rais wa CHAUMMA Salum Mwalimu ametoa tathmini ya siku 56 za kampeni huku akiomba kura kwa wananchi nzima. Chama cha Ukombozi wa Umma kimewaeleza wananchi waliojitokeza katika viwanja vya shule ya msingi Kitabata, muundo wa serikali kitachoiongoza itakayojengwa katika misingi ya maridhiano. Nawahakikishia Watanzania nchi itabaki salama, nawahakikishia Watanzania nchi itabaki moja, nawahakikishia Watanzania ninakwenda kulinda mshikamano na udugu wetu wa asili, nawahakikishia Watanzania ninakwenda kuimarisha umoja na mshikamano wenye neema na wahakikishia Watanzania, hayupo atakayeumia. Na wahakikishia Watanzania, kurudisha heshima na hadhi ya mtanzania ambayo mwenyezi mungu ameikusudia. Niaminini aminini wa Tanzania, tarehe 29 <tibit> wanachama wa chama cha ukombozi wa umma wameeleza namna mwenendo wa kampeni walizozishuhudia. Kampeni za mwaka huu zimeenda vizuri tena, hasa ukiangalia cha ni watu ambao hawana kampeni zile za matusi. Hicho ndio kitu ambacho kimenifurahisha mimi. Kampeni nazoona za mwaka huu nzuri. Tumeamua tuchague cha umma, labda itatusaidia hapo mwakani. Na mwaka huu tunaona tumefanya kampeni kwa haki, hatujai kufanywa fujo yoyote. Kumalizika kwa kampeni kwa nafasi ya hatua nyingine ya mchakato wa uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba. Emmanuel Kalemba